mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kwanza nakuhusieni na kuisia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. amamana fihi yaumun adhimu. Ndugu zangu katika imani, mbele yetu kuna siku adhimu

haitosaidia mali na wala hawatosaidia watoto isipokuwa yule ambaye amekutana na Allah tabaraka wataala, akiwa moyo wake umesalimika, umesalimika kila aina ya machafu.

Allah tabaraka wa taala anatuonya ni adhabu ya siku hiyo ya kiyama, fa faandhartukum naran talazza. Siku hiyo ya kiyama kutakuwa kuna makundi mawili, ahlul yamin wa ahlul shimal watu wa kuliani, watu wa heri, na watu wa kushotoni, watu wa ovu. Na siku hii kuna baadhi ya watu wanaikanusha kabisa ya kuwa haitotokea siku hiyo ya kiyama, wanaona jambo zito kufufuliwa baada ya kufa na kulipwa zile amali ambazo tulizozifanya hapa duniani. Wanaona jambo zito mno mbele ya Allah tabaraka wataala, Allah akasema ni jambo yasiri kwake yeye, ni jambo jepesi sana. Na kuna baadhi ya watu wanaona kiama kipo mbali sana, Allah tabaraka wataala anasema innahum yaraunahu baidan wanarahu qariba, wanakiona kiyama kipo mbali sana. Allah anasema sisi tunakiona kipo karibu. Makundi haya, Allah tabaraka wataala anaelezea kundi hili ambalo waliishi katika mazingira haya ya dunia kumwasi Allah tabaraka wataala. Siku hiyo wataambiwa hawa watu waovu, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibuni, nendeni kuiendea adhabu ambayo mlikuwa munaikanusha hapa duniani. watakapopelekwa kutokana na adhabu kali ya moto wa jahannam kutokana na joto kali la moto wa Jahannam, wataomba msaada wa istidhilali, watataka kivuli wajikinge na adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Wataambiwa fantaliqu ila dhillin dhi thalath shu'ab, nendeni katika kivuli kinachotokana na moshi wa moto wa Jahannam. Nendeni mkajifiche au mkajikinge huko na joto. Allah tabaraka wa taala anaelezea utakapoenda, la dhalilin wala yughni min al-lahab, hakuna kivuli kitakachowastarehesha kuwaepusha na joto la moto wa jahannam, na wala hakuna kivuli kitakachowaondosha na lile joto la miale ya moto wa jahannam la dhalilin kwa nini? Allah tabaraka wa taala tayari alishawaonya hapa duniani kutokana na adhabu hii kali ya moto wa jahannamu. Siku hiyo adhimu, Allah tabaraka wa taala akawaita waja wake kwa sifa ya imani ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Ziokoeni nafsi zenu na muziokoe nafsi ya familia zenu na moto wa jahannam, moto ambao Allah tabaraka wataala amesema, fa faandhartukum naran talazza, na kuonyeni na moto mkali unaowaka wake. Allah akasema tuziokoe nafsi zetu na tuziokoe nafsi ya familia zetu na moto wa jahannam biamali saliha kwa kutenda matendo ya khairati matendo mema na kujiepusha na mambo maovu na jambo kubwa la khairati jambo la kwanza alimanu billah muamini allah tabaraka wataala na jambo kubwa katika uovu kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Tunatakiwa tujiepushe na tuiepushe hii nafsi yetu na moto wa jahannam, na tuiepushe familia yetu na moto wa jahannam, kwani ni hasara kubwa. Pindi wewe mwanadamu, umeishi hapa duniani, umefanya yale uliyoyafanya, kisha unaenda kukutana na mola wako siku ya kiyama unaambiwa ingia katika moto wa Jahannam, na umeipatia nafsi yako hasara kubwa, kisha umesababisha familia yako maafa, hasara kubwa, kuingia ndani ya moto wa Jahannam. Kwanza nafsi yako imepata hasara kwa sababu yako na familia yako imepata hasara kwa sababu yako

inna alkhasirin, hakika ya wale waliopata khasara. Alladhina khasiru anfusahum, wale waliozipa khasara nafsi zao. Wa ahalihim, na wale waliowapa khasara au waliozipa khasara familia zao. Yauma lqiyama, siku ya Kiyama. Familia inaingia motoni kwa sababu yako wewe, ndugu yangu, katika imani Allah tabaraka wa taala anasema kuu anfusakum wa ahalikum nara, ziokoweni nafsi zenu na ziokoweni nafsi ya familia zenu na moto wa jahannam. La shakka kiyama kipo, lipo siku Allah tabaraka wa taala pale ambapo atakapotaka, tutakuja kusimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala Tutakuja kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wataala, na tutakuja kulipwa ile amali tuliyoifanya katika dunia hii. Kama khairi, Allah tabaraka wataala atakuja kutulipa khairi. Kama shari, Allah tabaraka wataala atakuja kutulipa shari. Aljazau min jinsi al-amal. Sisi rijal, wanaume, umil, ndio tunaomiliki familia, tuna wake na tuna watoto na kuna jamaa wanaishi tahta riayatina, chini ya usimamizi wetu. Hizi familia zilizokuwa chini ya familia zetu, tutakuja kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wataala, tutaziokoa vipi na moto wa jahannam, kuwaelekeza maelekezo yaliyokuwa mema aliyotufundisha ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuwafundisha dini. Fundishe mkeo dini ifundishe familia yako, watoto zako wafundishe dini. Usiwatelekeze au usiitelekeze familia yako. Hebu iangalie nafsi yako wakati uko hapa msikitini unaswali, hebu fikiria ya kuwa, je, ahali yangu mke wangu huko nyumbani anaswali? Au watoto zangu huko nyumbani au mashuleni wanaswali? Hebu jiulize swali hili, na nani ambao amewatengenezea mazingira ya huyu mke kuweza kuswali na huyu mtoto kuweza kuswali? Mazingira haya atakao yaandaa mimi na wewe tuliomo hapa msikitini, hususan sisi rijali, tutakuja kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Inawezekana una mke mmoja, au inawezekana una wake wawili, au inawezekana Allah kakujaalia una wake watatu, au inawezekana una wake wanne Hawa wote utakuja kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kama hawajatekeleza matendo yaliyokuwa mema. Na inawezekana unastarehe hapa duniani, unajisikia raha kuishi na familia yako, lakini siku ya kiyama utakuja kuikimbia na vyovyote utakavyoikimbia, lakini kuna wakati utakuja kusimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kutoa haki ya hii familia uliyoitelekeza hapa duniani na ukasababisha kesho kiamani waingii mtuni. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atupe taufiki ya kujisimamia sisi wenyewe na kuzisimamia familia yetu katika kuielekeza katika matendo yaliyokuwa mema. subhanakallahumma bihamdika wabihamdik ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik.